Juzi na jana alinukuliwa Kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Muliro akisema mambo kadhaa kuhusiana na matukio ya kukamatwa, kupigwa, kuteswa kwa viongozi na wanachama wa Chadema yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025. Pamoja na mambo mengine, Kamanda Muliro amenukuliwa akisema kwamba katika siku hiyo ya tarehe 24, jeshi la polisi liliwakamata viongozi wawili wa Chadema pekee, na akamtaja makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche na akanitaja na mimi katibu mkuu John Mnyika. Lakini pili, Kamanda Jumanne Muliro akasema hakuna viongozi wengine wa na wanachama waliokamatwa siku hiyo, na akasema kwamba hakuna waliopigwa na jeshi la polisi katika matukio hayo ya tarehe 24 tumewaita pamoja na mamo mengine kuwaeleza kwamba Kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Muliro ametoa taarifa za uongo juu ya yale yaliyotokea tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwanza, kwa Kamanda wa polisi Muliro kudai kuwa walikamatwa viongozi wawili peke yake, taarifa yake inakinzana hata na taarifa ambayo jeshi la polisi lilitoa tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025. Taarifa ya jeshi la polisi ya tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2025 ilisema katika matukio ya tarehe 25, pamoja na kuwa na taarifa yenyewe nayo ilikuwa ya uongo, lakini taarifa hiyo ya tarehe 24 ilisema jumla ya viongozi na wanachama watano wa CHADEMA walikamatwa, na taarifa hiyo ya tarehe 24 mwezi Aprili ya jeshi la polisi ilitaja watu watano ilitutaja mimi na Mheshimiwa Heche, lakini iliwataja vile vile Chacha Heche, Suguta Swezi, Dani na Rudufu na James Msetu. Kwa hiyo taarifa ya jeshi la polisi lenyewe tu inakinzana na taarifa ambayo Kamanda Muliro ameisema, ame, ame lakini uongo wa Kamanda Muliro ni mkubwa zaidi, kwa sababu viongozi wali, na wanachama waliokamatwa na kupigwa tarehe ishirini na nne mwezi Aprili katika mkutano nanyi na waandishi wa habari, tuliwaeleza kuwa jumla walikuwa ni ishirini badaye, ziyada, na mbili lakini baadaye tukapata taarifa za ziada mpaka navyozungumza na nyinyi, mpaka hivi sasa ni kwamba jumla ya wanachama na viongozi waliokamatwa na kupigwa siku ya tarehe ishirini na nne mwezi Aprili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano ni jumla ya watu wanachama na viongozi na waandishi wa habari jumla watu ishirini na tano. Kwa mara nyingine tena, the foundation wa ushirikiano wa hospitali ya malolo tabora, wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa, ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya malolo tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753108944 au 0738229449 na 0 saba moja saba tano tatu moja tatu moja mbili The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.